Takwimu za kimataifa na kitaifa zinatoa mwelekeo ambao unatia wasiwasi juu ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa wanawake vijana, pamoja na wasichana. Mwaka 2024 pekee kumeshuhudiwa ongezeko kubwa zaidi la maambukizi mapya miongoni mwa kundi hili. Mfano mzuri, wanawake ambao kwa kiasi kikubwa wanaunda asilimia 45 ya maambukizi mapya ambayo yametokea duniani kote, huku kusini mwa jangwa la Sahara wakiunda asilimia 63, ikionekana eneo hilo kupanda kwa kasi zaidi. Nchini Tanzania vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 wanaunda zaidi ya asilimia 33 ya maambukizi mapya yaliyotokea, kwa mujibu wa ripoti ya Targets iliyotolewa 2022 hadi 2023, lakini vile vile wanawake ambao kwa kiasi kikubwa wanaonekana kufahamu kujua hali zao za kiafya, lakini kundi hili pia limekuwa likizongwa na maambukizi mapya yanayoongezeka kwa kasi. Hii inatufanya kujiuliza maswali Je, nini kilichopo nyuma ya pazia? Lakini pia kuna sababu zipi za kiuchumi kijamii au kiutamaduni zinazochagiza hali hii? Kwa sababu ya kwanza, tukiangalia kwenye kwenye rika ama kundi la bale ama vijana, tunakadiria miaka 16 mpaka 24, sababu ambayo inachangia sana ni sababu ya kwenye kitabia, sababu ya kuiga um, unakuta vijana wanaiga wanajaribu vitu mbalimbali ambavyo hivyo vitu ni hatarishi na vinaweza kuwaweka katika riski ama athari za kupata maambukizi ya virusi vya Ukimwi, kwa mfano ulevi, uasherati matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kuna watoto ambao wanazaliwa bila maambukizi, lakini kutokana na kuto kufanya ufuatiliaji wa mama kwa, kwa yule mtoto kuweza kumprotect asiweze kupata maambukizi. Kwa hiyo kundi hili linaathirika, maambukizi mapya yanatokea kwa watoto kwa sababu ya uzembe.